Viongozi wa chama cha United Progressive Party kutoka Kisii, Nyamira na Migori wameanzisha mchakato wa kuimarisha chama hicho kimu kwa kimuidhinisha aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i kama mgombea kiti cha urais katika uchaguzi ujao. Wakizungumza eneo la Bomachoge e, chache katika mkutano uliowaleta pamoja viongozi wa mashinani wa UPA kutoka kaunti hizo tatu, wanachamao wanasema eneo la Gusii limeadaiwa kisiasa. Aidha wamerai wa Kenya kuchukua vitambulisho vya kitaifa kwa wingi kabla ya uchaguzi mkuu wa 2027 ili washiriki uchaguzi. Hatuwezi kuendelea kudanganywa, sisi kama Wakenya sio watoto, tumechoka na uongo kutoka ngazi ya juu na hata mpaka wajumbe wengine ambao hawajitambui tuliowapeleka katika serikali hii. Safari hii na raundi hii Tunaenda mpaka State House. Tumekandamizwa, tumenyang'anywa, tumekanyagwa, tumepondwa, tumewawa. Mpaka saa hizi kila Mkenya anaishi na uoga. Hao umeona hapa wote ni macoordinator from nine sub counties. That is 9 constituency. Hao ndio wamepanga hapa na wengine wametoka Kuria, so jama yetu ni UPA. Natuko na tuko na Ma coordinators from the constituent from the ward level na tunaenda chini Jaru baka ujaruoni tuko na